Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mtwara imeonya kuchukua hatua za kisheria dhidi ya benki zitakazoendelea kuchelewesha malipo ya korosho kwa wakulima, kwani huo ni ukiukaji wa taratibu na sheria. Hali hiyo imefuatia malalamiko ya wakulima wa korosho na vyama vya msingi katika mikoa ya Kusini, juu ya ucheleweshaji malipo ya mauzo ya mazao hususan korosho. John Kasembe anatufafanulia zaidi. Imebakia miezi michache kuelekea kufunguliwa kwa msimu wa mauzo ya korosho na sasa Benki Kuu imeonya ili kuepuka benki kukiuka sheria. Kimsingi Benki Kuu inayo sheria eh, kupitia inaitwa National Payment System tu yoyote binafsi au, amkosi, au, au, au, au kampuni yoyote kuhamisha fedha zake kutoka benki yake kwenda benki nyingine, anatakiwa ndani ya masaa mawili awe amehamisha hizo fedha. Tutatoa waraka maalum kwa benki, wayakumbusha mabenki hayo, yakishindwa ku, kuhaulisha hizo fedha kwa wakati, sisi tutaweka tutaweza kuwa, kuwa, ku, ku, kuwalipisha hiyo adhabu kali kutegemea na uh, masaa au siku ambazo wamechelewesha kulipa. Kadhalika, benki hiyo imeeleza uwepo wa dawati la migogoro ndani ya benki kuu, hata pale ambapo benki imekuwa korofi kwa mteja mteja yuko hana mahali pa kukimbilia. Mahali ambapo alikuwa anaweza kukimbilia ni mahakamani, lakini ukiangalia mahakamani, kulingana na wingi wa mashauri yaliyopo mahakamani, ulikuwa haumsaidii mteja kupata haki zake kwa wakati. Msimu wa mwaka 2017 2018 umegubikwa na tatizo la baadhi ya wakulima wa korosho kucheleweshwa malipo yao kwa zaidi ya juma moja hadi matatu, na hasa pale vyama vya msingi vilipotakiwa kuhamisha fedha kutoka benki moja kwenda benki nyingine. Kutoka Lindi, mimi ni John Kasembe wa Azam News. <todicoron>